Uh, mimi kwema. Uh, kwema. Binafsi si jambo na inaendelea vizuri, sijui wewe. Kwa mtazamaji wangu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, unaitwa nani, unaishi wapi, ishu zako kwa ufupi kidogo. Uh, kwanza kabisa tunasema alhamdulillah Mwenyezi Mungu anajalia kwenye kila jambo uh, pili ni naitwa Mo. Mo kwa jina sana watu ambao wanifahamu na tukiangalia, hata tukiangalia kwenye, sina bahati nimecheza kama Mo wetu, jina la utani wananiita Tiger, so If, watu wanakuita au unajiita Tiga? Wao ndo wananiita Tiga. Kwa nini wamekuita Tiga? Uh, maybe kutokana na vitendo ambavyo mtu unakuwa unavifanya. Sometime nakuwa niko serious sana na kazi kuliko vitu vingine kwa hiyo huwa ni mkali kidogo. Uh, historia yako fupi sana kama tushawi kupata elimu shule, tumezaliwa wapi na imekuwaje tukawa kwenye sanaa kwa ufupi sana, nazo nikasema. Uh, tukianza kabisa kwenye swala la kuzaliwa, nimezaliwa katika mkoa wa Tabora mama yangu na baba yangu chimbuko lao ni watu wa kule. Uh, sanaa pia tulianza tukiwa tuko shule, muda kidogo, kuanzia darasa la sita hivi. Kwa hiyo mpaka leo bado napambana nayo. Sanaa sahizi imekuwa ni kama ni ngumu hivi, uh, na inahitaji moyo sana. Watu gani wamekuvutia zaidi, waliokushawishi zaidi kuingia kwenye sanaa? Uh, nikisema watu wamenivutia naweza nikamaliza vitabu na vitabu kwa sababu ni wengi sana ambao wanafanya kazi vizuri, na mimi natamani ufanya nao kazi. Wengi wao sasa hivi niko nao. Na ninafanya nao kazi, kwa hiyo naweza nikasema tu kwa jibu la ujumla kwa hao wote ambao kwa wanaonivutia mimi, naipenda sana ndio maana nipo nao. Nikianza kuwataja sitomaliza. Yeah, una mdogo wako bwana, mrembo sana, mzuri, mashallah, na una mkeo alafu wote unaishi nao nyumba moja, imekuwaje ukachukulia kawaida mdogo wako kuja kuishi na mpenzi wake ambaye si mume wake, alafu ni una uadui anakuja kuishi naye ndani kwako, hii inakuwaje yani? Hivi tuseme ndo udijitali mwanangu? Umekuwa ume, ume, ume, ume na nafasi kubwa mpaka ukaruhusu mdogo wako naweza kusema eh, anafanya chochote ndani kwako na wapenzi wake. Hmm. Yani, naeza nikasema kwanza kabisa mimi ni mtu ambaye huwa naangalia sana kesho ya mtu anaenda wapi. Kwa hiyo na huwa sipendi kuchukua maamuzi haraka haraka. Lilitokea tukio, namkuta mtu ndani ambaye ni, ni adui yangu pia katika mambo yetu mb ya kibiashara, na nikiwa kama mkubwa, kwa jicho la haraka, japokuwa sikutambulishwa huyu ni nani au ni mtu gani amekuja kufanyaje katika nyumba yetu, lakini niliona kabisa huyu ni mtu ambaye ana mahusiano na, na mdogo wangu pasipo kuambiwa na mtu yoyote, na nikiangalia furaha ya mdogo wangu sihitaji ipotee. Sikuweka sana uadui, japokuwa niliuonesha kutokana na mimi. Sasa sikupenda yule jamaa aipo nyumbani, kutokana na mimi ni adui yangu, lakini ilibidi nilikontrol asila zangu na, na, na nimsikilize mdogo wangu ili aweze kupata furaha, ndomaana tuliishi maisha yale pale, misukosuko kidogo yeah. Kwanza nikupongeze ulio uh, unaonyesha ukomavu kama kaka. Na of course unajua namna ambavyo una handle mambo yako na mambo mengine kama hayo. Lakini kiuhalisia moyoni ilikuwa inakuuma kiasi gani kumuona mdogo wako amefamiana na mtu ni miezi mitano anasema anamleta ndani anaishi naye kabisa afu kaka upo? Moyoni ulijisikiaje? Of course ni maumivu nafahamu kama mtoto wa kiume. Lakini hukuonyesha chochote kwa dadako na ukaendelea kumtafutia kazi, awe na maisha mazuri. Moyoni nataka nifahamu zaidi kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea. Kikubwa zaidi kwa mtu yoyote moyoni mwake lazima tu atakuwa anaumia. Nikitoa sasa umimi nikajiweka pembeni afu nika kama, kama shabiki sana mwangalia Mo, lazima hata, hata mimi mwenyewe pia nitakuwa nikimwangalia Mo naumia. Kwa nini Mo anaendelea kuishi maisha hayo ambayo amemkaribisha mtu ambaye ni adui yake, alafu zeni anatembea na mdogo wake. Mo unauma au tuseme shabiki sasa, ni mvishe haya maumivu ambayo nilikuwa nikiyabeba, wenda mwingine akashindwa kuhimili, lakini mimi nilikuwa naweza kuhimili kwa sababu katika familia tumezaliwa wawili, wazazi wetu wako mbali, kwa hiyo kuna namna ya mimi kumjali mdogo wangu, kuto kumpotezea furaha, kumpa anachokihitaji, ila kisiwe kibovu. Hata kama kitakuwa ni kibovu basi, kutazama mwenendo wake wa maisha unaelekea wapi, na ndio maana nilikuwa najitahidi kufanya kila jambo i inamtoa kidogo kidogo kwenye ile swala ambalo alikuwa nalo kumweka sawa. Napenda hekima yako Bwana Mo, of course nadhani ni somo kwa watu wengi sana lakini naweza nikasema kweli na wewe huna bahati, kwa bahati mbaya sana, mke wako kipenzi anaitwa nani? Anaitwa Kalunde. Kalunde, unampenda? Eh, of course, hadi unafikia staji ya kumuoa mwanamke lazima umpende, ndio uoe mm. Yaani, kama hujampenda huwezi kuoa Naona ni kipofu sana anaongea mchepu na mchepuko wake anakwambia ni daktari, nawe unakubali. Unajua, mwanaume siku zote ambaye hahitaji kuwa na mambo mengi, hata kama kitu anakifumania ni lazima kuwa anafanya kwanza utulivu wa akili kabla ya kufanya maamuzi mengine, na unaambiwa siku zote usifanye maamuzi ukiwa na hasira Aa, ni kweli nilikuwa nakuta baadhi ya matukio kwa mke wangu, mengi tu tukianza kuyazungumzia hapa, wengi wao wameyaona. Yani kum kumfukuza kwa kile kipindi ambacho nilikuwa nimeanza kuona yale matukio ambayo sina uhakika, ilikuwa ni ngumu, kwa hiyo ilibidi nifanye upelelezi wangu, ndo kama vile watu ambavyo walikuwa wakiona yeah. na kwenye upelelezi wako, ila ndo maana narudi pale pale pale. Hongera, una moyo wa ujasiri wa kiume sana na unatufunza mengi sana Uh, rafiki yako ambaye ulipo naye kwenye biashara zako, ingawa sio rafiki tena, tuseme ni adui yako, lakini alikuwa ni rafiki yako na mnajihusisha kwenye biashara, anakuja kutembea na mkeo, mbaya zaidi kipindi ambacho ana mahusiano na mdogo wako. Kwa rafiki yako anatembea na mkeo na mdogo wako wa kike, hii inakutafuna kiasi gani? Ah, uh, hii ilinitafuna sana yani, na ndio maana kuna kipindi uliokuwa watu wakitazama kabisa, wanaona hata uso wangu ulikuwa unapoteza nuru kutokana na maumivu makubwa ambayo mimi nilikuwa nikiyapitia baada ya kuweza kujua kuwa mke wangu mimi anatembea na rafiki yangu, rafiki ambaye mimi ni adui yangu, alafu anatembea na mdogo wangu hapo. Uh, nyuma kidogo tukirudisha stori nyuma, tulikuwa tunagombana sana na, na baada ya kukutana na yule ambaye ni shemeji yangu ambaye ni adui yangu, matutu ikafika kibindi, mimi nika, ikabidi nimuelewe kutokana tayari nishakaa naye muda mrefu ndani na, na, na nishaanza kuona kuwa tukiacha bifu langu mimi na yeye kwenye kumwendo mdogo wangu anapata furaha. Kwa hiyo ikanibidi e, ikanibidi sasa ni kwa nini nisikunjue bifu langu mimi niliweke pembeni, alafu niwache waishi dada yangu mie apate furaha. Katika kumwachia uhuru, kinakuja kunatokea jambo lingine ambalo mimi nilikuwa silifahamu, nakuja kulijua akile kipindi ambacho muda tayari tayari chapoteza ile nafasi ambo a nahitaji kwa mke tu kuitengeneza ikawa ishapotea, na inaumiza kwa mtu tu kawaida hivi mwenyeeo nje napokea nyingi sana. Unajisikiaje? Lakini kiukweli najisikia vibaya. Kiukweli unajisikia vibaya, lazima ujisikie vibaya kwakweli, na si kitendo ambacho kinavumilika by the way, na ndio maana nasema naweza nikawa nakupongeza sana, kwa sababu wangekuwa wengine, yawezekana hata ungeua, yawezekana hata ungefanya maamuzi magumu. Unadhani kwa nini hujafanya unyama wowote kwa mkeo wala kwa rafiki yako ambaye ametembea na mkeo na ametembea na mdogo wako? Wanaongea mpaka nataka kulia. Najua sikuweza kufanya unyama waina yoyote kutokana na sisi ni binadamu na binadamu, jinsi ambavyo walivyo, ni lazima huwa anaangalia sehemu sahihi ni wapi. Kwa hiyo kama mwanamke mwenyewe alishindwa kugundua kwa mimi mwanaume sahihi kwake, akawa anaamua kufanya matukio kama yale pale, haikuwa na nia mimi kumfusa ama kumfanyia ubaya. Umeona, azawezi tu, mimi ilikuwa labda nikutafuta mwanamke mwingine kuendelea kuishi naye kuliko kukitengeneza kitu ambacho nimekitengeneza zaidi ya mara kumi kimeshindwa kubadilika. Mimi huwa sina hiyo akili mimi huwa nafasi sana kuangalia ni nani bora kwangu ni nani ambaye anathamini sana kuhusu mimi na maisha yangu pia. Hivyo, huo ndo uamuzi wangu wa maisha ambayo nimejiwekea. Mdogo wako anaitwa Mboni. Ulijisikiaje, yeah. Mboni anapokuja yeah. Uh, ulijisikia kukuambia kwa mara ya kwanza kwamba ameshuhudia wifi yake ambaye ni mkeo anatembea na mpenzi wake ulimwamini, uh, Kwamini arakaraka ilikuwa ni ngumu kwa, kwa, ili kwa, kwa sababu ilikuwa kuna maneno baadhi ambayo kwa shnza kuyapata kwa mke wangu nichanganya, kidogo na hata alivoniita nje kwenda kunipa taarifa zile ambazo yeye amezipata, nilitamani nimpige hata kofi kwanza, kabla yayote, kwa sababu mke wangu mi nampenda kuliko kuwa yeah. namwamini kwelikweli, ila baada ya ule ushahidi ambao niliusikia kwenye simu ulinifanya mimi niamini kile ambacho anachokizungumza kwa sababu pia nikimtazama katika nyuso yake anaongea mtu mwenye hisia kali kwamba kilichotokea hata mwenyewe pia hajakipenda mona, na nikisikiliza ile voice ambayo mke wangu alikuwa anaongea na rafiki yangu ah, ilibidi nimwamini mdogo wangu na nimsikilize kwenye kila jambo yeah. Pole sana. una kipi cha kumweleza mkeo? Naamini bado unampenda na yuko hai uh, una lipi la kumweleza kwa sababu, wanaofanya haya makosa si mkeo peke yako, tuna dada zetu na watu wengi wanapitia haya kwenye ndoa. Una kipi cha kumwambia mwanamke ambaye anafanya matendo kama anayoyafanya mkeo? Kikubwa zaidi cha kumwambia mke wangu ambaye tulipitia changamoto nyingi sana ambazo binafsi mimi nimeachana naye, lakini bado namkumbuka Mona. Lakini cha kumshauri zaidi kwamba tu huko alipoenda, basi tabia yake ibadilike, awe tofauti na jinsi ambavyo alivyokuwa awali. Itamjengea yeye kuaminika kwa kila mmoja, na atapokea upendo wa dhati kwa huyo mtu ambaye atakayempata kwa wakati huu ambao aliyopo huko sasa hivi. Na kikubwa zaidi hata kwa hawa dada zangu ambao wanantizama Uh, wajaribu basi kumjua mwanaume sahihi katika maisha yao ni upi, na kumsamini, kumpa ile heshima. Na ukiachana na heshima, basi kuna ile huruma ya mtu anayekupenda mke wangu mime, alikosa huruma, na ndio maana alikuwa anafanya vitu ambavyo anajua kabisa kuwa anafanya makosa, na bado akaendelea kudeti na ule rafiki yangu, tena kikubwa zaidi kwenye, kwenye kitanda ambacho mimi natumia, walikuwa wakifanya mapenzi nyumba ambayo mimi ni ya kwetu wakijitawala mimi e waki na nyuma. Ni fundisho kwa wadada wengine, yani wakitizama sina bahati na wakiangalia matukio ambayo walionikuta basi, wana nguvu sana ya kujifunza kuwa wasiwafanye yale ambao wanaoyafanya kutokana na kuna mtu wanamtengenezea maumivu, ambaye ni Moh. Mimi nilitengenezewa maumivu ambao mimi sikupaswa kupewa yale maumivu kutokana na upendo wangu wa dhati ambao nilikuwa nao. Yeah, kwa hiyo wabadilike hizo tabia azifai. Yeah. Na kwa mdogo wetu kipenzi Kalunde tushamweleza. Of course, mimi ni siwe muongo, uh, kama Mwenyezi Mungu atapitisha msamaha kwa Kalunde na pamoja na Bwana Matutu apitishe tu, ila mimi kwa kweli hapana. Uh, hapana, kwa kweli mtu kukusaliti, alafu mbaya zaidi anajua kabisa kwamba Uh, wifi yake huyu ni mpenzi wake na anampenda, lakini labda hukumpa muda Kalunde, labda ulikuwa bize sana kwenye kazi zako, ndio maana rafiki yako akachukua hiyo nafasi. Hapana uh, sikuwahi kukosa muda mzuri ukana mke wangu na ndo maana hata akiwa akifanya makosa mimi nilikuwa ni mtu ambaye nafoka kweli, yani nafoka na, na kuna muda nampiga simpigi, kwa sababu nachukia tu haa na mpige kwa sababu na upendo na kitu ambacho kinanifanya mimi ni mpige ni mapendo ya dhati ambayo nilikuwa nayo na, na ndo maana ilikuwa inatokea moment kama zile pale. Lakini kukizungumzia nafasi, labda yeye ndo akuwai kukaa mimi kunisikiliza na kunipa huo muda, na ndo maana akaamua kuamua, akawa naamua kufanya yale ambayo kwa kiafanya, lakini kwa nafasi anayo kubwa sana kwangu mimi, na nilimpa nafasi kubwa kuliko mtu yoyote, yeah. Mo, tumekufahamu, tumeona ni ghafla uh, tunakuona wewe, mdogo wako na mkeo. Mkeo anafika anafoka, uh, na anaona kama hujajali hujaja kumpokea kwa wakati na nini. Nataka tupate historia yenu kidogo hivi. Kwenye ile nyumba nakuona wewe na mdogo wako tu pamoja na mkeo, familia yako ama familia yenu iko wapi yani? tuanzie hapo kwanza, mpaka mdogo wako anakuwa na uhuru wa kuja na mwanaume ndani. Uh, kwanza Tukianza na stori fupi kuhusu familia yangu mimi pale ni kwa wazazi wetu na tuna baba na mama ambao wako hai. Lakini mimi ni mtu ambaye sikai sana nyumbani, natoka sana binafsi, kutokana na biashara zangu ambazo nazozifanya binafsi ili kuendesha maisha yangu. Familia haijui sana mambo yangu, hata mdogo wangu pia hajui kinachoendelea kuhusu biashara zangu hivi na hivi. Kwa hiyo ni mtu ambaye naweka private sana mambo yangu Uh, wazazi wetu wako nje nje ya nchi hawakai hapa kutokana na kazi zao za kiserikali kidogo, na ndio maana sisi tuko pale wenyewe na mara nyingi huwa anabaki pale mdogo wangu yeah. So yawezekana anavyobaki mwenyewe ndo amepata huo uhuru mkubwa wa yeye kufanya anachokitaka. E, ni, ni, ni sahihi, kwa sababu kama ningelikuwepo pale nyumbani asingeweza kufanya vile. Asingeweza kufanya vile kwa sababu ni mtu ambaye ananiheshimu na ananiogopa, lakini alisubutu kufanya yale ambao ukayafanya hadi kumkaribisha mtu pasipo mimi kuniambia, akitegemea kwamba mimi sitojua na sitorudi kwa ule wakati yeah. Na ulimfahamu vizuri mkeo kabla ya kumwoa ulitarajia kama angekuwa na hizi tabia ambazo, uh, tutazungumza kidogo hapo baadaye kuhusu yeye, lakini mlikutana naye vipi? Labda natamani kufahamu. Uh, yeah, nilimfahamu, tulikutana na tulizungumza vizuri tu kabla hata kumwoa, basi alikuwa ni mtu ambaye tunakutana kila wakati. Unajua mwanaume mpaka anafikia stage ya kuishi na mwanamke, maybe amemoa ama wanaishi tu kama wapenzi, basi amemchukua kumtoa kwao akawa na kanae kwake, kuna almashauri yake ya kichwa, ishachunguza mambo mengi sana kuhusu huyo binti, kwa hata mimi pia, mpaka nafikia stage sasa namwambia njoo, tunaishi tunaoana mke na mume, nishachunguza mambo mengi kuhusu yeye. Kwa hiyo niko namjua, akuwa na shida kabla, kabla. sikuwahi kuona okay. mm. Na rafiki wenu wewe, pamoja na rafiki yako wa zamani, ambaye mimi naamini bado ni rafiki yako, sababu bado ni mshirika wako kwenye biashara bwana uh, Matutu, ulianzaje? ni urafiki wa muda gani na imekuwaaje mpaka mkawa kwenye kwa uadui? Bahati mbaya sana na ameshakuwa shemeji yako uh, ni, ni stori ndefu kidogo namna ambavyo tulivyokutana na we rafiki yangu ambaye matoto ila nishawai, nikikumbuka, ni, ni mara kwanza kabisa, si kwamba mi nakutana na yeye eh. Kuna blaza wangu mmoja hivi ambaye watu hawamfahamu yani, hawamjui hata kwenye hizi stori stori ambao hawajamuona yani, yeah. Asha kunipeleka mazingira ambao wanafanya kazi wao kipindi hicho. Sasa mimi nyumbani wanajua kuwa niko chuo Nshaanza mishe zangu zingine ambazo mimi nikuwa nikiziendesha binafsi mm -hmm. kutokana nini mimi mwanaume siwezi kukaa tu nyumbani au kusikilizia pesa za wazazi mm -hmm. Uh, kwa hiyo nikapata bahati ya kukutana na matutu kwa mara ya kwanza. Tulizungumza, nikawa nimemwelewa sana pointi zake, na nikaona yes, huyu mtu ambaye mi naeza nikafanyanae kazi. Tukawa ma, marafiki sana, tuka tulisafiri yani kila baadhi ya sehemu ambazo tunahisi tukienda tunaweza tukaingiza kipato cha pesa. Tulisafiri sana hadi tulitoka nje ya, ya, ya nchi yetu, tukakutana tuka na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo nafikiri hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa namna ambavyo tulivyokutana mi na rafiki yangu um, uh, tuna mengi ya kujifunza kuhusu hadithi yako na naamini pia mtu anayekutazama ana mengi ya kujifunza kupitia hili. Kwanza nikupe hongera kwa hekima yako na uwezo wako wa kuyahimili haya. Unahisi ni wewe mwenyewe au ni Mungu yupo ndani yako mpaka ukafanikiwa kuvumilia na kuhimili haya yote? Mm. Sisi binadamu tunaishi kwa hofu ya Mungu, naweza nikasema ni Mungu ambaye yupo ndani yangu. Kwa akili ya kibinadamu, kwa matukio ambao mimi nimeweza kuyapitia yani, mwanaume nikizingatia, niwe na uwezo kufanya tukio lote baya, haijalishi mtu alionifanyia ni nani, kwa sababu kuna watu wanafanya matukio makubwa kwa wazazi wao kutokana na matendo ambayo walofanyiwa. Lakini ninaweza kuyaendwa haya nikiwa namshirikisha Mungu kwenye kila jambo. Hakuna binadamu ambaye hakosei, kwa hiyo ukijigundua hata wewe mwenyewe binafsi kama unakosea, kuna namna lazima ukimwona mwenzako amekosea, basi jaribu kutafakari, alafu ndio ufanye maamuzi. Shukrani. <laughs> Da, kiukweli sina bahati na somo kubwa sana na binafsi nimejifunza mengi sana lakini sikutarajia kama ningekutana na mwamba mwenye hekima kubwa kama wewe. Tutarajie kukuona kwenye mahusiano hivi karibuni au kutafuta uh, i... mke mwingine au tutamsamee Karunde amejifunza na arudi tuendelee na maisha mengi? Ah, no, no, no. Mimi na kauli moja ambayo napenda kuisema na kuambia vijana wenzangu Siku zote usipende kurudi pale ulipoumizwa. Aliyekutengenezea maumivu ingali anajua kuwa anakuumiza, ukimrudia atakuumiza zaidi. Ko, jaribu ukaa naye mbali, muogope, muone kama ni mnyama ambaye anayetisha. Itakutengenezea wewe maisha mazuri huko, endapo na kumpata mwanamke ambaye atakuwa nakuonea huruma. Mimi ni binadamu ambaye siwezi kuishi bila mpenzi ni lazima tu nitakaa wakati wangu mwili wangu utasensi utahitaji kuwa na mtu nitakapotokea n anyway, ntaangalia ta, ta, ta, ta, tafuta mpenzi ta yeah. <laughs> tamaa kabisa. Ah, nikisema nimekata tamaa kwenye mapenzi ni uongo. Kusabibu, kwa sababu tumezaliwa nayo na tutayaacha, kwa hiyo ni lazima tuyawepo kwa mwanadamu. Mimi nakuatikia kila lenye heri, lakini pia nakuombea amani kwenye familia yako, kwa sababu najua imevunjika vipande vipande. Kwa sasa ni maumivu kwako, lakini ni maumivu kwa mdogo wako ambaye umekuwa ukitengeneza furaha yake kwa hali na mali. Si kitu rahisi uh, kutengeneza furaha ile ambayo umekuwa umekua ukitengeneza kwa mdogo wako. So nikupe pole, lakini pia niwatakia kila lenye heri, Mwenyezi Mungu awajalie. Unaniruhusu kumtafuta Kalunde na kusikia upande wake wa pili, na yetu zungumze naye, tusikilize anasemaje? Lakini pia unaniruhusu kufanya mahojiano na mdogo wako? Uh, ningerudi katika upande wa familia yangu. Hmm, kuhusu mdogo wangu, nenda nikakupa gwaidi, kwa sababu niko naye unaweza ukafanya naye mahojiano yote ambayo unayohitaji akaongea maoni ambayo aliokuwa nayo, anyway, lakini kuhusu Kalunde naweza nikasema sina jibu sahii la kukupa kuhusu hilo swali lako, kwa sababu sipo naye ya na sijui alipo, sina muda wa kumtafuta, na wala hata sihitaji kumzungumzia kwa, kwa, kwa, kwa ubaya. Aa, na hata kama ukifanikiwa kuonana naye basi nisingependa aongelee kwa ubaya kuhusu mimi ya yeah, hivyo tu kwa sababu tuliachana kwa wema tu, akaondoka na mimi nikafanya maisha yangu. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni hekma kubwa sana ya bwana Moh hapa, na ameturuhusu mimi najua namna nitakavyompata Kalunde na nitazungumza naye alafu endelea kutufuatilia kujua ni kipi kilichomsibu zaidi Kalunde na kwa nini aliamua kuacha dodo kwa mo mo. Yawezekana leo unapata rafiki mpya, shabiki mpya, mtu ambaye anapenda kuunga mkono kazi yako, lakini anatamani uh, kuendelea kuwa karibu zaidi na wewe. Uh, yawezekana pia kuna mchumba leo ameamua kukuonea huruma. Instagram anakupata vipi? Yeah, Instagram napatikana kwa mamo, okay, m. Ukiandika tu mo pale, m o h inakuja na TikTok. TikTok pia kama mo -H. H, official inakuja na kwa mambo mengine kwa mawasiliano ambayo labda inapatikana tuna, tuna, tuna, tuna mambo mengi ambayo tunakuwa tunakutana nayo ya yeah, kwa hiyo unaweza ukantafuta huko tukafanya mawasiliano mengine yeah anaitwa Moh bwana um, Instagram ni Moh, lakini pia na TikTok ni Moh. Nitamtafuta Kalunde tuendelee tulipoishia na Moh, lakini pia nitamtafuta uh, mdogo wake anaitwa mboni afu, tujue ni nini kinachoendelea zaidi kwenye familia. Mpaka muda na wakati mwingine, usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya Hatua TV, lakini ufahamu tu kwamba mambo kama haya ni mengi na ni magumu mno, lakini mwamba amefanikiwa kuyahendo kwa hekima kubwa, na hakika ni miongoni mwa vijana wa kuigwa sana. Mpaka muda na wakati mwingine, hii ni Hatua TV with you everywhere.